Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi unatufatilia katika chaneli yetu ya, ano, ya Noro Al-Islamia. Leo tunaendeleza ni mwendelezo wa season yetu, lakini kabla ya kuendelea somo letu la Quran tafsiri eh, nakuomba hiyo sehemu ambayo imeandikwa subscribe, hiyo sehemu hiyo hiyo iguse, hiyo hapo iguse hey. E, baadaye halafu hebu bonyeza na hiyo alama kengele, ibonyeze alama kengele. Inshallah, baadaye hapo utakuwa ni mwenye kujiunga katika darasa letu la moja kwa moja ambalo litakujia kila siku, tukituma tu basi itakuwa inakufikia haraka na vitu vingine vitakavyotumwa, basi itakuwa vinakufikia haraka, halafu itakuwa umesaidia sana sana katika hii hili jambo hili la dini lengo ni kupeana na ilmu leo, insha Allah, tunaendelea aya zetu za Quran. Tupo katika suratul Baqara. Suratul Baqara hii, ndugu yangu Mwislamu, huu ni msafu, na tunaendeleza aya mbili mbili. Mwenyezi Mungu anasema baada, audhu billahi minshaitan rajim, innal ladhina kafaru, hakika ya wale waliokufuru. Na kabla ya kuisoma hiyo aya, turudi nyuma kidogo, aya ya tano. Fungua nsafu wako, iangalie aya ya tano inasema: ulaika watu hao wenye sifa zilizotajwa, ambao wanaamini mambo ya ghaibu, wanasimamisha swala wakatoa zaka. Ulaika watu hao, ala huda min rabihim, wako katika mwongozo unaotoka kwa mola wao. Wa ulaika hum lmuflihun, na hao ndio wenye kufaulu, yani wenye kufanikiwa. Ulaika watu hao Ala huda minrabihim wako katika muongozo au wako juu ya muongozo unaotoka kwa mola wao. Wa ulaika ala huda minrabihim, wa ulaika humul muflihun, na hao ndio wenye kufaulu. Narudia tena, ulaika ala huda minrabihim, hao wako juu ya muongozo unaotoka kwa mola wao, wa ulaika humul muflihun na, na hao ndio wenye kufaulu Qurani Mwenyezi Mungu amesema, dhalika likitabu laraba fihi, hichi ni kitabu hakina shaka ndani yake, hudali limutaqin, ni muongozo kwenye kumuogopa Mwenyezi Mungu. Sasa hapa Mwenyezi Mungu anasema wa ulaika, watu wenye sifa hizo, sifa ya kwanza wakaamini ghaibu ku, yaani kuamini pepo na moto kama ziko eh, wakasemesha swala na wakawa na sifa ya kutoa na wakaamini yale ambayo tuliokuteremshia we Muhammad, lakini vilevile wakaamini yale yaliyoteremshwa kabla yako, Taurati, Injili, Zaburi na Akhira, wakawa wanajua, wana uhakika, wanayaqini kama akhira ipo. Watu hao sasa Mwenyezi Mungu anasema ulaika ala huda min rabbihim, hao wako katika mwongozo unaotoka mola wao, wa ulaika humul muflihun, na hao ndiyo wenye kufaulu. Innal ladhina kafaru, hakika ya wale waliokufuru, yani waliokufuru ni watu wa Maka ambao walikusudiwa hapo. inna alladhina kafaru, hakika ya wale waliokufuru yani watu wa Maka, kwa sababu e, ndiyo watu waliompinga Mtume, lakini baadaye Mtume akahama akaenda Madina. Madina yakapokelewa, baada ya kupokelewa, ndiyo baadaye tena akaja akarudi wapi? Maka, kuja kutangaza Uislamu tena, na wakamkubali. Sasa kabla ya hapo, Mtume alikuwa Maka na Maka wakampinga mtume. Innal ladhina kafaru, hakika ya wale walio kufuru. Sawaun alaihim, ni sawa, sawa juu yao eh, sawa, sawa juu yao. Waliokusudiwa mmoja wapo ni wale kina wanafiki wale ambao ni Abdallah bin Ubay bin Salul. Innal ladhina kafaru, hakika ya wale walio kufuru. Sawaun alaihim, ni sawasawa sawa juu yao. Aandhartahum, ukiwaonya am lam tundhirhum, au usiwaonye. la Yu'minuna hawaamini, yani la yu'minuna hawawi ni wenye kuamini, maana yake hawaamini. Kwa nini? Eh, tutakuja kujua somo letu mbele hapo, kwa sababu aya mbili zimeshakamilika. Na utaona kama tunachukua kidogo, tunachukua kidogo, tunachukua kidogo kidogo, kwa sababu wewe ili uweze kuzifahamu vizuri. Innal ladhina kafaru hakika ya wale waliokufuru, wali sawaun alaihim, ni sawa sawa juu yao, aandhartahum ukiwaonya, am lam tundhirhum, au usiwaonye, la yuminuna hawaamini. Kafiri, mtu ambaye Allah ameshamfanya kuwa ni kafiri, hata ukamfanya vipi, huyo haamini tu, huyo mtu huyo. Inna ladhina kafaruu, hakika ya wale waliokufuru, sawaun alaihim ni sawa sawa juu yao, aandhartahum ukiwaonya, am lam tundhirhum au usiwaonye, la yuuminuna hawaamini.